ge wa Kigoma mjini hapa namzungumzia Clayton Revocatus Chipando ambaye ndo eh, Baba Levo ameweza kuthibitisha kwamba jina lake la Baba Levo ni jina ambalo limethibitishwa eh, kisheria ambapo eh, baada ya kutamka jina hilo majira ya jana bungeni, wakati ana hapa, ndipo eh, alipoambiwa ruhusi kutaja jina hilo, lakini baadaye alirizia. Lakini leo ameweza ku, eh, kuweka kitambulisho hichi ama ameweza kuthibitisha ili kwamba jina hilo ni la kwake kabisa na limethibitishwa kisheria kufuatia peji na ukurasa wake wa Instagram ambapo ambapo mbunge huyu wa Kigoma mjini ambaye ye kwa madai yake anasema kwamba aliangusha mbuyu, Baba Levo amethibitisha jina lake la Baba Levo ni jina lake kisheria toka mwaka elfu mbili na ishirini na moja, na ndio maana alilitumia bungeni. So nitakusomea katika hicho ambacho alikuwa amekiposti akionyesha kama uthibitisho kwamba jina, jina hilo la Baba Levo ni jina lake official kabisa ambalo limethibitishwa kisheria. Posti ilikuwa inasomeka kama ifuatavyo: sheria ya usajili wa nyaraka sura ya moja moja saba kiapo cha majina. Mimi Clayton Revocatus Chipando baba levo kwenye mabano wa CLP 159 Kigoma, kwa hati hii inathibitisha kwamba ninakubali kwa hiari yangu yote kuachana na kabisa na kutumia jina langu la zamani Clayton Revocatus Chipando kuanzia tarehe hii na badala yake nimechukua jina jipya la Clayton Revocatus Chipando eh, kwenye mabano, baba levo kwa niaba eh, kwamba jina langu Clayton Revocatus Chipando linaonekana eh, katika kitambulisho changu chenye namba moja tano saba, nane ziro sita ziro tano moja nne moja moja nne ziro ziro ziro mbili Yes, afu, mbili mbili na katika kadi yangu ya kupigia kura yenye namba T moja zero zero moja moja nne tatu nne nane, ta, nane tisa tano, eh, nane liliandikwa kimakosa bila kujumuisha jina langu maarufu kama Baba Levo na mamlaka husika, jambo ambalo ndilo sababu kuu ya mabadiliko haya kuongeza, eh, jina langu kuongeza jina maarufu kwa madhumuni ya, usha, ya ushahidi na uamuzi huu ninatangaza kwamba kuanzia sasa katika rekodi zote za hati nyaraka na mabandiko yote iwe ya umma au binafsi, pamoja na shughuli kesi na miamala yote ina, nitatumia na kusaini jina la Clayton Revocatus Chipando Baba Levo badala ya jina langu la, la Clayton Revocatus Chipando, na ninaagiza na kuomba kwamba watu wote wanitambue, wanieleze na kunihusu kwa jina hili jipya la Clayton Revocatus Chipando Baba Levo katika shughuli na matukio yote. Kwa ushahidi wa jambo hili nimetia sahihi yangu hapa Kigoma, siku ya mwezi wa tatu eh, mwaka elfu mbili na ishirini na moja, nikiwa nimeacha kutumia jina langu la zamani Clayton Revacatus Chipando na kuanzia kutumia jina langu jipya Clayton Revacatus Chipando Baba Levo. Limeitwa sahihi na kutolewa eh, na Clayton Revacatus Chipando Baba Levo aliyeapa ambaye ananijua e, binafsi baadaye alijulikana kwangu binafsi mbele yangu siku ya mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na moja mbele yangu jina Emmanuel Thomas ma, e, Matafa, sahihi, anwani posta, sifa kamishna wa viapo, muhuri wa kamishna wa viapo umewekwa. Hiyo ndo habari ambayo ameweza kuiposti mwanadada e, katika peji na ukurasa wake wa Instagram. So nilikuwa napitia baadhi ya comment za mashabiki, walikuwa wanasemaje kufuatia hichi ambacho aliweza kukiandika. Uh, eh, mwanadada Kirima Story anaitwa Bombo Clark aweza kusema kwamba wewe sister, eh, vipi eti? Eh, unasema jina la baba Levo jina la kisheria wakati kwenye kuapishwa kataja baba Levo, speaker akamwambia ebu rudie jina, natumia uh, majina yako naso nickname pumbavu ya dada huyu, kadhibitisha ni jina lake, hata spika alikuwa ajui. Usimgombeshe sana, siku hizi imekuwa ni rahisi, usimgombeshe usi usi sana, wajinga wa na wapumbavu kuona kila kitu, ana sifa kama zao. Inasibisha kuona vijana wamemko kama tumbo la kwara. Huyu mwingine akazasema kwamba mimi Clayton Chipando aka, e, Baba Levo. Speaker Mheshimiwa, taja jina yako kamili. Baba Levo sio jina lako, rudia tena. Huyu mwingine anaweza kusema kwamba ni mbunge na wewe sio mbunge, uwe unatulia wakati wa kutype. Huyu mwingine anaweza kusema kwamba andika vizuri basi wewe. Huyu mwingine anaweza kusema kwamba e, mbona e, kama vile umekosea kuandika. Huyu mwingine anaweza kusema kwamba e, bado unajiwazia tu, hivi ni kwamba nyie wote mmeshapata hizi update kaza usema. Huyu mwingine kaweza kusema kwamba huyu eh, na ilo bunge la damu ha ha, kweli kweli, anataka akaape kwa mara ya pili au mwingine kaweza kusema kwamba kwa hiyo kwa akifa, msalaba utatundikwa Baba Levo au Clayton, hebu asituchanganye. Huyu mwingine kaweza kusema kwamba da, jamaa alizaliwa mwaka 1978 kwa sasa ana miaka 47. Huyu mwingine kaweza kusema kwamba sifa ya Muha ni ubishi tu haina comeback. Mwingine akaza kusema kwamba anachojua anachojua anachofanya kwa hiyo typing era ya kwanza. Mwingine akaza kusema kwamba amegombea wa jina gani? Huyu mwingine akaza kusema kwamba mbunge wa Kigoma mnaye. Huyu mwingine akaza kusema kwamba wewe naye tutakuwa unfollow sasa. Mwingine akaza eh, kusema kwamba kwa kuchapia hujambo. Eh, comment za dau zimekuwa nyingi sana kufuatia hichi ambacho ah, ameweza eh kukiandika kelma story katika peji e, na ukurasa wake wa Instagram ikumbuka majira ya jana, baba Levo, wakati anaapa alikatazwa of course kutumia jina la baba Levo. Pengine mheshimiwa spika alikuwa ajui, lakini comment nyingine nasema kwamba huyo e, kubisha naye ni kazi. Mwingine kaza kusema kwamba Keri umeandika huku unasinzia au? Mwingine kaza kusema kwamba Keri umegoma kabisa, kwanza na mheshimiwa mbunge mwingine anaweza kusema kwamba ukiona kiapo kina e, makando kando namna hii, tuhesabu maumivu. Mwingine anaweza kusema kwamba zero kabisa. Mwingine anaweza kusema kwamba achague jina la baba Levo au atoke bungeni.